Karibu kwenye makala hii muhimu sana kuhusu namna ya kuwezesha ujenzi wa msingi wa ubongo wa mtoto wako. Makala hii ni mwendelezo wa makala zetu za makuzi na malezi tokea mtoto anapozaliwa. Anayoyapitia au kuyapata mtoto katika miaka ya mwanzo ya maisha yana athari ya kudumu kwenye muundo wa ubongo unaoendelea kukua. Vinasaba hutoa ramani ya msingi, lakini uzoefu au anayoyapitia au kuyapata huunda mchakato unaoamua ikiwa ubongo wa mtoto utatoa msingi imara au dhaifu kwa kujifunza, tabia na afya ya baadaye. Acha nikuonyeshe namna ubongo unavyokuwa kipindi hiki muhimu cha maendeleo na ukuaji wa ubongo. Mabilioni ya seli za ubongo zinazoitwa nyuroni au neva hutuma ishara zilizo katika mfumo wa umeme kuwasiliana. Miunganisho hii huunda saketi au tunaweza kusema nyaya zilizounganika pamoja ambazo zinakuwa msingi wa muundo wa ubongo. Saketi na miunganisho huongezeka kwa kasi na huimarishwa kupitia matumizi ya mara kwa mara. Uzoefu na mazingira yetu huamua ni saketi na miunganisho ipi inayopata matumizi zaidi miunganisho inayotumiwa zaidi hukua imara na ya kudumu zaidi. Wakati huo huo, miunganisho ambayo inatumiwa kidogo hupotea kupitia mchakato wa kawaida unaoitwa kupogoa au Kiingereza pruning, au huwa tunatumia neno kupruni tukimaanisha kupunguza matawi au majani ya miti. Saketi zinazotumiwa vizuri huunda njia za umeme za haraka sana kwa ishara za neva kusafiri katika sehemu za ubongo. Saketi rahisi huundwa kwanza, zikitoa msingi kwa saketi ngumu zaidi kujengwa baadaye. Kupitia mchakato huu, neuroni huunda saketi na miunganisho imara kwa hisia, ujuzi, udhibiti wa tabia, mantiki, lugha na kumbukumbu -kumbu. Katika kipindi hiki muhimu cha awali cha ukuaji, kwa matumizi ya mara kwa mara, saketi hizi huwa na ufanisi zaidi na huunganisha kwenye maeneo mengine ya ubongo kwa haraka zaidi. Ingawa zinaanzia katika maeneo maalum ya ubongo, saketi hizo zimeunganishwa. Ni kama kujenga nyumba, kila kitu kimeunganishwa na kile kinachokuja kwanza huunda msingi kwa yote yanayokuja baadaye. Tuangalie mfano unaoendana na mfano wa kujenga nyumba kwa kuanza na msingi mzuri. Kwa mfano, ikiwa mtoto atafundishwa ujuzi wa kucheza ala ya muziki kama kinanda mapema maishani, sehemu ya ubongo inayohusiana na uratibu wa mikono, kumbukumbu ya muziki na ufahamu wa sauti inaimarika zaidi. Yan, ile sakiti itajengwa katika njia bora zaidi kuliko angekuja kujifunza akiwa mkubwa kwa mazoezi ya mara kwa mara, sakiti hii inakuwa na ufanisi wa hali ya juu na inaweza kubaki thabiti kwa muda mrefu, hata kama mtoto ataacha kucheza baadaye. Bila shaka, kama umewahi kuwaza kwamba nataka mwanangu baadaye, akiwa mkubwa, awe mpiga kinanda mzuri au mchezaji bora wa mpira, basi muda sahihi wa kuanza kumjengea msingi thabiti ni katika umri huu wa utoto. Afya ya Mtoto, tunakuletea habari muhimu na elimu kuhusu makuzi na maendeleo ya mtoto. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Chama cha Wauguzi Bingwa wa Watoto Tanzania kupitia programu rasmi ya Afya ya Mtoto. Ili kujifunza zaidi kuhusu afya, maendeleo, malezi na makuzi ya mtoto, tembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Pia, unaweza kujiunga kwenye grupu letu la WhatsApp bure kwa kutuma neno niunge kwenye namba 0765417067.